Leo mmefika hapa kuweza kukabidhiwa hizi fedha ili msimamie miradi ambayo mtaenda kuitekeleza, lakini kubwa zaidi muonyeshe uaminifu katika kufanya biashara, lakini kwenye urejeshaji. Leo peke yake tutapokea hundi yenye thamani ya bilioni moja pointi nane kwa ajili ya kutekeleza miradi yetu na katika kila kikundi. Fedha hizi tuzitumie kwa usahihi ili tuendelee kuongeza kipato kwenye familia zetu kikundi chetu na kwenye jamii inayotuzunguka. Mheshimiwa mgeni rasmi, mikakati ambayo idara imejiwekea ni kama ifuatavyo: kwanza ni kuendelea kutoa elimu ya mikopo ya asilimia kumi iwe agenda ya kudumu kwenye mikutano mbalimbali mbali ya vijiji na kata, lakini vikundi kuendelea kupewa elimu ya ujasiriamali na uanzishaji wa miradi ili kuweka akiba kabla ya kuanza hatua ya kuomba mkopo. Tunaona mikopo mik vikundi vingi vinaanzishwa kwa ajili ya mikopo na kitu ambacho hakitakiwi. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tutaendelea kuhamasisha na kuatia moyo vikundi vilivyosajiliwa ambavyo havijafanikiwa kupata mkopo ili kuanzisha miradi mbalimbali mbali ya uzalishaji ili waweze kujitegemea na kuwa endelevu lakini tutaendelea kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara wa mikopo iliyokwisha tolewa ili iweze kurejeshwa na wengine waweze kunufaika na mikopo hiyo. Lakini pia tutaendelea kutafuta mashirika ambayo yapo tayari kufanya kazi na vikundi ili kuvisaidia kuvijengea uwezo. Halmashauri itaendelea kutenga fedha za asilimia kumi kwa mujibu wa sheria, kanuni na mwongozo ili kuwawezesha makundi haya muhimu kwa maendeleo ya taifa. Vilevile idara ya maendeleo ya jamii itaendelea kuhamasisha watu taasisi kufungua milango kwa wadau mbalimbali waweze kufanya kazi na wananchi ili waweze kujiondokana na umaskini lakini mheshimiwa mwenye mgeni rasmi, pia tutaendelea kutoa mikopo kila robo kwa mujibu wa mwongozo. Mwongozo unatutaka tutoe mikopo kila robo, hata kama ni shilingi milioni ishirini iliyopatikana iliyotengwa na kuwekwa kwenye mfuko, tutoe kiasi hicho hicho. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo. Nishukuru halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya chini ya mkurugenzi wetu Tamimu Kambona na baraza zima la madiwani kwa namna ambavyo waliweza kunialika niweze kuwa mgeni katika sikukuu hii muhimu sana kwa maendeleo ya wilaya yetu ya Chunya. Naishukuru sana halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya, lakini tume nafasi hii kuipongeza halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya kutimiza takwa la kisheria kuweza kutenga hizi fedha za asilimia kumi na leo hii tunakuja kuzigawa kwa washiriki hawa na wao waweze kunufaika na kunufaika kwao maana yake uchumi wa Chunya unaenda kukua na kupaa zaidi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa niaba yake, kati utawala huko hapa, twende kuipongeza pia vile vikundi vyote ambavyo vimeweza kukidhi vigezo, na leo mmefika hapa kuweza kukabidhiwa hizi fedha ili sasa muweze kwenda kufanya biashara, mjipigie makofi. kama ambavyo mmesikia kwenye taarifa, maombi ya vikundi yalikuwa ni mengi ambayo takribani ukijumlisha yamefika bilioni tano pointi saba. Maana yake vikundi ni vingi na uhitaji ni mkubwa, hivyo sisi tuliopata hivi tujiulize sisi hii, kuweza, kuweza hivi. Kupu, ni wakina nani mpaka tuwe bahata bahati hii kuweza kuweza kupata hii mikopo. Tujipige makofi, niwapongezeni sana kwa kuweza kukizi hivi vigezo na leo naamini kwamba fedha ambazo mtazipata hizi mtaenda kwenda kuzifanyia kazi kwa malengo yaliyokusudiwa. Imeelezwa hapa kupitia na ofisi ya maendeleo ya jamii kwamba halmashauri mpaka sasa hivi imeshatoa mikopo yenye thamani ya bilioni mbili pointi saba, kati ya fedha hizo bilioni moja pointi nne zimesharejeshwa na ambazo hazijarejeshwa ni takriban bilioni moja pointi tatu. Mwone namna ambavyo fedha ambazo ziko nje mikononi mwa watu bado ni fedha nyingi, ambazo zingeweza kuwa zimerejeshwa, leo tungeweza kupata fedha nyingi sisi wenyewe, au vingeweza kuongezeka vikundi vingi zaidi ambavyo vingeweza kupata hii fedha. Hivyo, kupitia hadhara hii, tuendelea kuwaomba washiriki cha kwanza, waendelee kuzingatia maandiko yote ya miradi ambayo nyinyi mmeandika na mmealeta msimamie miradi ambayo mtaenda kuitekeleza, lakini kubwa zaidi muonyeshe uaminifu katika kufanya biashara lakini kwenye urejeshaji wa hizi fedha. Ndugu washiriki, leo peke yake tutapokea hundi yenye thamani ya bilioni moja pointi nane kwa ajili ya kutekeleza miradi yetu. Na katika kila kikundi fedha hizi tuzitumie kwa usahihi ili tuendelee kuongeza kipato kwenye familia zetu, kwenye kikundi chetu na kwenye jamii inayotuzunguka. Lakini mmesikia kwenye taarifa yake, baadhi ya maeneo kumekuwa kuna changamoto, na changamoto hizi ni namna ambavyo, cha kwanza, fedha ambazo tunakuwa tunapewa hatuendi kutekeleza yale ambayo yamekusudiwa kwenye fedha hizi. Ni waombe fedha hizi tukazielekeze kulingana na andiko la mradi ili zote ziweze kuleta tija kwenye vikundi vyetu, lakini ziweze kuleta tija kwenye jamii yetu. Lakini jambo la pili ameeleza hapa, vikundi vingi vichapata hizi fedha wanawaza kugawana na baadaye vikundi vinasambaratika. Niwaombe ndugu zangu, tuzipokee hizi fedha na sisi tukazitekeleze kwa kwa kazi mkataba ambao tutakuwa tumesainishana leo. Vikundi vyetu viendelee kuwa imara, tuendelee kuzalisha na tuendelee kurudisha mikopo ili baadaye waweze kukopa watu wengi zaidi. Watu waaminifu kwenye urejeshaji ni wakina mama, na nikiangalia hapa kwenye ukumbi huu wakina mama ni wengi zaidi. Ninaamini kwa uaminifu mliokuwa nao, mwendelee kujenga imani hii, mwendelee kurejesha hizi fedha kwa uaminifu mkubwa zaidi ili mtoe fursa kwa kina mama wengine waweze kukopa zaidi, ili wakina mama wengi waweze kunufaika. Na nyinyi mnapoendelea kurejesha kwa uzuri, maana yake mnamzidi kumtia moyo mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ile nia yake ya dhati ya kuonesha kwamba hizi fedha zinarudi ili nyinyi mweze kukopesheka inaweza kutimia hivyo, na ye kama mwana mama atasema, wakina mama wenzangu nimeweza kwenda kuwakomboa tusimwangushe mwanamama, mama mwenzetu, lakini tusimwangushe kwenye mikopo hii, lakini pia tusimwangushe kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Mikopo hii yeye anatupatia leo, iende kuwa deni kwetu, na sisi twende tukamlipe kwa kumpa kura za kishindo, na wilaya yetu ya Chunya twende tukaongoze kwa kutoa kura nyingi zaidi. Jina, naitwa Sala Atibu natokea wilaya ya Chunya kata ya Mafieko, tumekuja kwa ajili ya kuhitimisha hii sherehe ya mikopo. Kwanza tunamshukuru mheshimiwa raisi, tunampa ongera sana kwa ajili ya mikopo hii, pia mheshimiwa mbunge ambaye na yeye ametuwezesha mpaka tumefika hapa kwa ajili ya mikopo hii. Yaani, kwa mikopo hii ambayo tumepata naamini kabisa itatutoa hapa tulipo na kutusogeza sehemu nyingine. Hata hiki nilichokipata naamini binafsi itaniletea manufaa hasa hasa kwenye familia yangu. Tutafanya biashara ndogo ndogo ambazo nitaziendeleza yuku, kuwepo uuzaji wa mchele, nyanya, vitunguu na mboga mboga. kwa hiyo ile faida ntayoipata na naamini kabisa itanipa maslahi kwa ajili ya kusomesha watoto. Watoto ninao na naendelea kuwasomesha na bado naamini kabisa kupitia mkopo huu watazidi kusonga mbele zaidi. Kwa majina naitwa Baraka Ruben Osneli, nimetoka wilaya ya Chunya. Awali ya yote, namshukuru Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutuwezesha mikopo hii. Itatusaidia kikubwa sana, hasa mimi binafsi. Kiasi nilichopata ni shilingi milioni moja kwa kikundi, jumla milioni tano kwa watu watano. Nitafanya vitu vingi, najua kwa hela hii ni ndogo, ila ni kiasi kikubwa kwangu. Naamini itanitoa katika maisha mimi binafsi na kuongeza kipato cha nchi kwa ujumla. Ninaamini kwamba mikopo hii tutairejesha, kwa sababu tuna hofu ya Mungu. Vilevile tumejipanga kwa ajili ya changamoto mbalimbali tutakabiliana nazo, ili kurejesha mikopo hii. Kwa majina naitwa Yunisi Daudi Msupa. Mimi nakaa Chunya, ni mfanyabiashara mdogo mdogo. Namshukuru sana rais wangu pamoja na wenyekiti na mabunge wameweza kutusaidia katika mikopo hii Nimepata milioni tano ambayo ni watu watano wale katika biashara yangu. Naamini nitakwenda kujiendeleza na kuweka akiba yangu ambayo nitaiweza kuirejesha kwa wakati. Mimi nauza mchele, maharage, dagaa, karanga.